Uh, kama vile ambavyo watu wanavyo wa, wa uh, wanavyofikiria kwa sababu Almasri wana goli mbili eh, na kocha Anis uh, Bujen nadhani uh, anajua namna ya kuweza kucheza mechi hapa ya pili, nadhani ni kitu ambacho Simba wanapaswa kukifanya kazi zaidi kwa kuweza kujua kwamba Almasri wataweza kubadilika hapa na kocha eh, Bojebe nadhani anajua namna ya kuweza kujili na Simba Sports Club na kwa timu yake kuweza kujua kitu gani cha kufanya. Bado Simba nafasi yao ni kubwa sana, wana nafasi hiyo na wana uwezo wa kupindua meza hapa, kwa maana ya kuweza kuweza kufunga magoli zaidi ya matatu endapo wataamua kucheza kitimu na wataacha kufanya kile ambacho ihokifanya kwenye mechi iliyopita eh, kila mchezaji kutaka kuonyesha kwamba mimi ni bora zaidi, hasa wachezaji ambao wanacheza mbele lakini wakiamua kufanya kazi ya, ya kitimu zaidi wana nafasi kubwa sana ya kuweza kushinda, kwa sababu wana wachezaji ambao ni bora sana pia na ni imara zaidi kuliko hata wachezaji wa Almasry, kwa sababu waliweza kutengeneza nafasi nyingi mechi iliyopita Soton target eh, nane lakini bado wakashindwa kufunga magoli Soton target mbili kwa Almasry wakapata magoli. Maanake Almasry walijua zaidi kuweza kutumia nafasi. Simba nafasi yao wakiweza kucheza kwa kuweza ku, kucheza kitimu zaidi na kutumia nafasi watakazozipata wana nafasi kubwa lakini, bado wanapaswa kuwa makini na namna ambavyo Almasry walivyo, kwa sababu wakipata nafasi wao wanaitumia. So, wanatakiwa kuzuia zaidi, wakiweza kukonsidi Ee, Simba mechi inaweza kuwa ngumu zaidi kwao o. So, wanajukumu la kuzuia na kuweza kushambulia pia, lakini bado nafasi yao ni kubwa sana ee, kwa sababu Simba walishafanya hivyo kwenye games nyingi, lakini hii ni robo finali. Robo finali ina namna yake, uzaji wake na timu zote ni bora ee, na Simba tayari washaruhusu goli mbili, so kuna kazi kubwa sana kuja kupindua meza hapa. Ya, namna gani wataweza kupata goli tatu kwa sababu ya timu wanaocheza nayo pia Eh, ni imara zaidi pia mpaka wanawafunga goli mbili Simba eh, maana yake ni timu ambayo ina uwezo pia wa kuweza kutumia nafasi, lakini bado Simba nafasi wanayo, kazi ni kwao kujaribu kufanya hiyo timu iweze, eh, kucheza kwa namna ambavyo isicheze kama ilivyocheza mechi iliyopita, nafasi watakazopata na waweze kutumia, sehemu ya kupasia mwenzako unampatia na, na sehemu ya ku Ee, weza kuzuia zaidi, mnazuia kama timu, so nafasi bado ipo kwa Simba Sports Club kuweza kupata ushindi. Wengi wanasema kwamba nafasi ya Simba ni kubwa zaidi, mara baada ya kuonekana kwamba wakicheza vizuri kule, wakiwa nchini Misri walicheza vizuri, lakini bado wakafungwa. Hakunaga timu inayopata ushindi kwa kucheza vizuri wakati huo ikiweza kuconcede Uh, kikubwa zaidi ni kuweza kutumia nafasi utakazozipata kuweza kuweka uh, mpira wavuni. So ni jambo ambalo ndo Simba lililowasumbua zaidi kwa kuweza kushindwa kutumia nafasi. Wanaweza wakacheza vizuri tena hapa <laughs> lakini bado na wakafunga. Jambo la msingi, cheza vibaya, cheza vizuri, weka mpira kwenye wavu, hakikisha uh, timu yako inazuia vizuri au uh, fungu. Hiyo ndio sifa ya kuweza kupata ushindi, na sio kucheza vizuri ukafungwa. Hakunaga timu ya hivyo ambayo itaweza kupata ushindi kwa kusifiwa kwa kuweza kucheza vizuri. Ukitoa asilimia kwa Simba, uh, kwa Simba na Almasry 80 hmm, uh, kwa 20, nadhani Simba ana nafasi kubwa ya kuweza kupata ushindi eh, hmm, 80 kwa 20, 80 kwa 20. ushindi wa kuvuka ama ushindi wa... ushindi, ushindi. Kwa swala zima la kuvuka pia itategemea na kile najua, uh, ama naweza nikaamini kwamba Simba anaweza akashinda lakini bado e, kwa nafasi ya kuweza kuvuka itategemea na kuna goli ngapi atapata. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube. Mwandike Digital.